Tanzania haina nchi ya adui, haina, yaani rasmi huwezi kusema sisi Tanzania adui yetu nchi ile pale, hatuna, lakini sio kweli kwamba duniani watu wote wanatupenda, hiyo nayo sio sahihi. Sasa wapo wengine wakiona tunafanya maendeleo makubwa wananuna, wapo, wengine wana sababu zao si sababu zetu, wasingependa tujitegemee, maana tukijitegemea tutaachana na habari ya kwenda kwao kuomba. Kwa hiyo wangependa wakati wote tuwe spoon feed, yaani tunakaa tunangoja msaada msaada msaada. Wakiona kama tunafanya hatua ambazo zitatuondoa katika kuomba omba, hawapendi. Wakiona Zanzibar iliyopiga hatua miaka 60 na miaka mitano tu iliyopita hapa ya awamu ya nane wanashtuka, wanashangaa, hawapendi. Wakiona Tanzania tunajenga reli inaunganisha nchi za Afrika ya Mashariki na Kati, tunaimarisha TAZARA, tunaunganisha Burundi na Congo na, na, na, na DRC wakisikia kwamba tunataka kuunganisha Tanga na Musoma kwa ajili ya biashara na Uganda, na wakisikia kwamba tunataka kujenga reli kutoka Mtwara kwenda Mbambabay kwa ajili ya biashara ya, ya, ya Malawi na, na Mozambique wanajua kwamba kwa kufanya hivyo Tanzania itakuwa kitovu cha maendeleo ya uchukuzi katika Afrika ya Mashariki na ya Kati. Hatuna ugomvi na nchi yoyote, lakini wako watu hawapendi kuona tunajitegemea. Sasa, wasia wangu kwa vijana, nyinyi mliosoma, mliohitimu, na wale ambao walisoma wakahitimu mapema na ambao hawajaenda vyuo vikuu, nchi hii ni yetu wote. Nchi hii haina mtu maalumu ambaye anasema anaimiliki, wamiliki wake ni Watanzania ambao ni sitini na zaidi milioni. Kwa hiyo mkitaka kuendelea kuwa na maendeleo makubwa swala so, la amani ni lazima, wala sio hiari, maana ukiondoa amani kwa kudanganywa kwamba ukiondoa amani unadai haki utapoteza haki zote, maana utabaki na ipi? Kwa hiyo ni maoni yangu na ni ushauri wangu kwa vijana wa Tanzania, msikubali kutumika na watu ambao wana wana taasisi zao zisizokuwa za serikali katika nchi zao ambao wanachanga pesa na kutoa pesa mengi kwa ajili ya kurubuni vijana wa Tanzania waondoe amani, wakiwaambia kwamba ikiondoka amani watapata nafuu. Hakuna.